afya ya Seneti inaongozwa na Seneta Tabitha Mutinda imetakiwa kuanzisha mazungumzo na Wizara ya Fedha pamoja na Baraza la Magavana ili kutafuta suluhisho kuhusu utekelezwaji wa mfumo mpya wa e-procurement. Mfumo huo unaolenga kurahisisha manunuzi ya serikali umeleta changamoto kwa serikali za kaunti ambazo sasa haziwezi kununua bidhaa na huduma kwa urahisi kama awali, mwanzo wa mwaka huu the financial year 2025, 2026. Wa Malombe jiko na shida, mwambie wa Kenya vizuri ya kwamba ile shida iko ni mambo ya, ya procurement, na tunataka tuambie Senate muache kuacha shida na Nairobi mkuje kuchochea wananchi hapa hapa mashinani. Senate ndio imeanguka kwa jukumu lao, kwa sababu jukumu la Senate ni kutetea kutetea kaunti zetu, ndio kaunti zipate nguvu, lakini masenata watu wamelala, magavana wana pesa, kaunti hazina pesa Badalayo, Senate ikalishe magavana chini na waziri wa fedha John Bandi ndio wasuluhishe maneno, wanaanza kuleta siasa. Kwa hivyo tunasema, tunaambia rais na tunaambia Senate na tunaambia magavana wakae chini, wasuluhishe mambo ya e-procurement ndio wananchi waweze kupata unduma mashinani. Kamati ya bunge la Senate la afya itembelea hospitali yetu na iliko, ilikoona shida ambayo Wagonjwa wanapitia katika hospitali zetu. Na nataka kusema hivi. Shida iko na iko kwa hospitali za Kitui peke yake, iko kwa Kenya mzima. Na ile kitu imechangia hii maneno kwanza ni mambo ya SHA. Hospitali zote za private hostels asichukui mambo ya SHA. Kwa hivyo wagonjwa wote wenye walikuwa wanaenda hospitali za private wote wamehamia hospitali ya serikali hapa.